Yes eswanaab karibu sana. <laughs> na so, tayari umeshahapo mm. Uh, umelike pia uneshare, una share mm. sana ni sanaisi wanab, na tuko hapa na mada ambayo imezua taharuki mm -hmm. Lakini pia wengine wanasema ni blessing, wengine pia wanasema ni eh, mafanikio kwa eh, mojawapo wa wale ambao wameunganisha hichi kitu Mm. Kwanini sio mafanikio ya wote? Mafanikio ya mtu mmoja, kwani watu wanaamini sana mafanikio atakuwa si yani, eh, mm, ni ya mtu mmoja lakini sio ya wote, kwa sababu si unaangalia aliyefatwa ndo ameshafanikiwa. Aliyefatwa ndo ameshafanikiwa, kwa hiyo sasa ni zamu aliyemfata kufanikiwa na yeye. Naelewa hiyo kwani hii, tukiweka tukiweka mizani sawa mm. tukiweka mizani sawa mm. tumeweka tu mizani tembo mm -hmm. na king sio kwamba ni king anazungumziwa kwa sababu tu ya legacy, lakini tembo sasa hivi uko juu. Unaweza ukazungumzia ujuu wa mtu kwa muda huu hapa, lakini kuna mtu tayari ameshatengeneza ujuu wake toka kitambo, na baada ya ujuu wake unaendelea kuonekana. Hivi ndio namzungumzia king. Nikuulize swali dogo, Sami. Naam. Uh, Michael Jackson mm, na Chris Brown mm, nani bora kwa sasa? Ha, tukizungumzia kwa sasa, yeah. Kwa sasa tunazungumzia Chris Brown ah. Lakini Michael ameacha historia mm. Historia inaishi, ubora wa sasa unaweza kubadilika muda huo. Chris Brown kama leo hayupo mm. Kama Michael ndani atakuwa ameacha ubora kuliko mzee, ah, well. Ni Michael Jackson bwana. Sawa, yani huwezi kulinganisha. Sawa, tunaishi sana Aa. kwenye misingi ya imani. Ya imani. Ndio maana unashindwa kuwapa respect hawa ambao wako sahivi kwenye gemu, ntakuambia kwa nini baadaye. Kipua kizuri. eh? Eh. Kweli? Mm. Kizuri sana. Pua yangu, I wish binti yako akufanane. Pua yangu, I wish binti yako akufanane. Mabinti wanasumbuaga. Wewe, mimba za watoto wa kike sana. Zinasumbuaga sana. Zinasumbua sana. Unataka kuambia watu kwamba mm. e bana <laughs> kwamba... eh? Adabu, ni baba K, sijasema hivyo. <laughs> <laughs> ila baadaye babakhaama kumaliza nitamaliza kwa kufanya tu sawa, baba. Mara mara shida, sawa sawa <laughs> Uh, taarifa hii inamuhusu Alikiba na Harmonize, yes. I ngoja nimrushie kijiti mwenzangu hapa. Taarifa, taarifa, taarifa nzito nzito kwenye gemu ya muziki bwana taaianzitoa nzitowenyegemuaa oaaotoa h taarifa ya moto sana, inasemaje? kwani adabuinachendeleani nifanyia hii mimi. Nimesikia kwamba kuna kolabo inakuja baina ya Harmonize na Alikiba nani Harmonize ndio sasa. Mimi ngoja mimi niseme inavosa kuisema ki kuna kolabo inakuja lakini, inavyosemekana Harmonize kapata kazi sana kuipata hii kolabo, kajipendekeza sana kwa Alikiba, kwa Alikiba. Mm -hmm. Yani kajipendekeza mno mpaka ameipata. Hata ukiangalia clip inayotembea kwa mara ya mwisho ambayo inaonekana wakiwa wana, unajua have fun, unaona kabisa kuzidi kuji kumnyenyekea vizuri, unajua ile hata bosi. Kitu kijachekesha utacheka tuataudatakasemmaishakitu mdao hakichekeshi Ndivyo ilivyo la vizuri kwa sababu unaambua pia ni kitu ambacho alikuwa anakitamani kwa muda mrefu, okay. Kufanya collab na Ali tangu, tangu hata iko uchafuni mm. Ni vile tu kule papa pana mnyima nafasi mm. Dumani alivyotoka tu alivyoona to kwamba sasa sasa ni mfungwa huru mm. Akaanza ku kuweka ule ukaribu okay. Na, na zote taka kuweka karibu na mtu ambaye unamtamani kwa mbele, lazima utumie ile kitu ya kujipendekeza mm -hmm. Wewe adabu ni mtu mzito mm -hmm. Mimi natamani kuwa karibu na wewe mm -hmm. Lazima nitakuja kusifia ah, icheti yako we upake umekaa ziko ni nyeusi yeah, nyeusi. Yaani nitajitahidi ili kutengeneza ukaribu na wewe kwa mm -hmm. Lazima ujipendekeze ah, ili mtu aone da, huyu mtu kwa, umeona hii cheni yangu kivai, unaona kama hii cheni yangu ya adabu itakupendeza hii na kufosi n yani mm -hmm. ile Okay, sawa, no, vizuri. Kwa hivyo sawa, kolabo inakuja hmm. Na ni kazi nzuri inavyosemekana yeah. Lakini Harmonize kapata kazi sana kuipata hii kolabo mm -hmm. kwa Saab. Sababu tayari Alikiba na vitu vyake, yule ni king, lakini ingekuwa ni mtu ambaye anafikika kirahisi. Kipindi tu ambacho Harmonize katoka tu chafuni fast angefanya naye, lakini mtu ambaye awezi kumwingilia kirahisi. okay. sawa sawa mimi nimekusikiliza, sami najua wo oh, nago vijiti vye vya moto eh. <laughs> Ah, nimewasilisha kama ilivyo sawasawa. Ah, sawa, sawa. We mwenyewe umefanya ah, utafiti umeona. Eh, mi nimeiona iko sawasawa yes. Uh, upande wa Harmonize kufosi kolabo kwa Alikiba hmm. mimi sioni kitu cha ajabu kujipendekeza, sioni kitu cha ajabu, ni kawaida tu kufosi, sioni kitu cha ajabu hmm. na mimi naonaga hakuna msanii ambaye ni ngumu kufanya naye kolabo mm. sasa hivi Tanzania kama King Kiba au mm. na na King Kiba na Diamond. Okay, kwa nini hawa wawili wamejitengenezea, ukiachana na legacy ambayo ipo tayari mm. washaiandika mm. kuna kitu wamejitengenezea kwamba ule, e, wanaita unadra, kuwapata yaani Alikiba anaweza kukutana naye ukapiga naye story, lakini usifanya naye ngoma. Nikumbushe tu Harmonize. kama kuna msanii ambaye akutana sana na Alikiba, mm. ni Harmonize, wamekutana sana sure. Kwa occasions nyingi washapiga sure. sana mapicha mm. Lakini ulikuwa huoni kama kuna project inaendelea, yeah, kweli, kwa sababu Alikiba katengeneza ule unadra, wewe kufanya collaboration na msanii mwingine hapa mm. Bongo Inawezekana kuna msanii Nigeria akamuita Alikiba afanye collab akakubali. mm. Lakini kwa msanii wa Bongo ni ngumu. Tofauti na Harmonize. Harmonize anashindwa kujiwekea ule utabaka wa Alikiba na Diamond kwa sababu kesho na kesho kutwa Harmonize anaweza kufanya collaboration na Mama Amina. Mm. Ah. Oh. Eh, inawezekana. Alafu ni simple sana kwa msanii yoyote mm. ambaye hana fan base kubwa akafanya collaboration na Harmonize. Sure. Yaani, Harmonize kisha itengenezeni msanii wa aina hiyo. Kasa hiyo inakuwa haikutengeneza ukubwa kama ambao umetengeneza Alikiba na Diamond mm -hmm. Sasa basi mm -hmm. Alikiba huenda ameona kwake ni muda sahihi wa kufanya collaboration, Harmonize, mm -hmm. lakini iko hivi mm -hmm. kwa sasa hivi Harmonize yupo katika level ya kimataifa yaani, ana bado anatafuta ni msanii, of course anajulikana kimataifa mm -hmm. lakini bado kuna ile penetration anaitafuta anajaribu ku penetrate zaidi, yani kufahamika zaidi, kujulikana zaidi. Hapa anajulikana mm -hmm. Uh, bodi huko wapi, watu wanamfahamu nje mipaka ya Afrika. Mipaka e, ameingia kwenye Grammy huko? Kwenye Grammys mm -hmm. na nini? But yeye still anatafuta ile tundo. Sasa kwa staili hii hapa, wakati huu sasa, Grammy ume-recognize yani umeingiza, ume tu jina jina lako tu linaonekana Grammy, japo kwenye mm -hmm. mchujo na nini? Yani consideration tu upo. Ndio wakati ambao tengeneza kitu ambacho kitakuwa international zaidi, kwa sababu kipindi hiki yeah. ndio watu wale maexpert wa muziki mm. duniani ambao wapo katika harakati za kushughulikia masuala mazima ya Grammy, ndio kipindi ambacho wao unafuatiliwa mm. eliji lako tunaonekana unafuatilia. Sasa wakati ambao unafuatiliwa, unafanya collaborations na watu gani? Sikuficha, Alikiba sasa hivi ni msanii ambaye, eh, sisemi kuna kauli naweza kusema ni ngumu, sisemi ame give up japo naweza nikasema ame give up kivipi lakini si maanishi kwamba ame give up at all yani. Yani, kufanya kazi, kufanya kazi. Ni yani, mtu ambaye kasha rizika kasha, kasha kwamba mimi okay, nimeshafanya muziki now it's not my time nafanya tu kwa ya respect sababu ya nafanya tu muziki ambao watu wanaheshimu kwa kwa kumlipa. Kumlipa. Yeah, sure. So, anaweza kafanya collaborations na Alikiba mm -hmm collaboration ambayo ita itakutengenezea njia, sema mambo tayari, wewe ushaweka wigo mpana wa njia yako yani. Yeah, sure. Imagine wewe ushalima shamba lako lote mm, alafu unatafuta tena majembe, kitu ambacho ki make sense. Tafuta mbegu za kupalilia pale, weka mambo ya wote mm, pate faida. Sasa anachokifanya Monai sasa hivi kufanya collaboration Alikiba sasa hivi, sana sana fan base yake po Kenya, Rwanda mm, Burundi, yani ipo East Africa, Kongo itaishia tu kwa, mimi sioni kama kutakuwa na faida kubwa ya Harmonize kufanya collaboration na Alikiba sasa hivi. Ah, okay. mm. ni kawaida kitu ni kawa... ni kawai... cha kawaida sana, ni cha kawaida japo ye mwenyewe ka... ameonyesha kiclip pale kwamba watu wanamwambia kwamba ngoma yake na Alikiba ni ya moto mm. ni ngoma kali sana mm. lakini ajua ya kwamba Alikiba tayari ameshatengeneza legasi yake Alikiba ana umaarufu wake. Alikiba ana watu ambao walishafanya nao kazi katika chemistry mm. ya hali ya juu kabisa, na ngoma zikasimama mm. utakuja na kitu gani kipya cha kumwimbisha Alikiba? mm, yes, Ye, sure. Alikiba atapita katika miondoko ya kidedea <laughs> hivi yeah. kitu kingine adabu hivi woni kama uh, Harmonize anatumia nguvu sana ku, kuendelea kuwa on trending yani kuendelea kubaki mm. yani kuwa kwenye namba moja trending always unaona kama jamaa ana force Of course game inahitaji hivyo yeah, hivyo yeah. Lakini sasa usitumie nguvu kubwa sana, angalia watu wengine wana wanarelax tu, ama angalia kaka yake mwona bro kama amerelax sana, yaani vitu vyake anafanya siku hizi kwa kurelax sana mm. yaani, sasa taya, <laughs> <ya>. <laughs> sasa, kuna kuna watu wanyota sasa, kwa nini huyu <laughs> <laughs> ushakuwa na nyota huyu, naye ndo inakuwa kama hivi e, unalazimisha. Unaweza kukuta Diamond yuko zake gym anafanya mazoezi, ila Diamond ya dozi mm, unajua mm, akishika chuma. Harmonize huyu naye muda wote yuko gym sasa. <laughs> hiyo pia mbaya, hiyo mbaya. Yaani, sasa, kuna mtu ushakuwa na nyota ya usha huyu naye mm. Basi ushakutana na wale watu ambao unafika sehemu kila mtu anaongea Yani, mm -hmm. Watu wanaongea kelele, lakini ukisema tu bwana saizi, bwana acha kelele bwana, yani tayari unanywetana sasa <yu numbaya>. hiyo <laughs> ni mbaya so, ni sana so, ile ni kaka mkubwa, lakini kwenye vikao vya familia atuaufate eh, maji unamwambia eh, mpishe eh, dogo kiti kwa sababu tu tayari ameshakuzidi uwezo kwa hiyo hiyo nimeipenda hiyo. no, hiyo tumeichukua hiyo. Harmonize ana nyota ya huyu naye tu kuangalia wanawake ambao wana shepu kama hii, naemeipata hiyo kwamba Harmonize ana nyota ya huyu naye yeah. <laughs> so, you know, nimeona pia kitu kingine ambacho watu wamelinganisha, wamelinganisha mm, uh, namba za ngoma ya nani pamoja na kidedea yeah. <laughs> nani yeah. na siku ngapi mbili tu lakini Mm, nikasema hapo hapo, Harmonize analazimisha, yeye anatumia nguvu sana mm. Kukaa on trending ana force, mbona watu wengi wana force, ila pale pale sasa mimi nadhani pia uh, ile kitu ambao wameizungumza damu ndio huenda pia imemtetemesha kwamba Oktoba bwana anaachia ni yani, misumari juu ya misumari, sasa lazima atetemeke yule, kwa akaona mm, pakuponea wapi kwa king eh mm. Of course, kuna albums inakuja. Eh, sawa ngo tusubiri. Eh, tuone eh, misumari ambayo atakuwa ameipigilia huko. Maana <laughs> yule naye anaweza akamchukulia hizi eh sometimes akimba. Na msione kobe kainama anatunga mm. sheria. Nimeona, nimeona kuna kionjo kaki kiposti kinaitwa friend zone. Okay, yeah. Eh ka kaimba, mm. eh, kaimba. Sema sio mbaya naye ni mbaya wa kuandika. Da, sana. Si mchovu sana. Sana. Mi nawambia watu wawe makini sana na Harmonize mm. wasanii hawa ambao wanamchukulia Harmonize ha, mshikaji mbona anafanya uko pale pale, kuna kitu anakitafuta Harmonize. Iko mi nawambia watu wanamtafuta kwa tochi, sisi kuficha aibu, kwa sababu Harmonize ni mtu ambaye anaweza akatune style yoyote ile ya muziki duniani na akapita nayo na, sure. na yeah. perfect way. kama mtu anaweza akubisha hicho kitu aje na na fakti zake mm. Harmonize, anapita aina yoyote ya muziki mm -hmm. na angalia aina ambazo Harmonize alii kuzifanya zote, kila aina ambayo akawai kuifanya ana hit song. Okay. kila aina ambayo alawai kuifanya ya kufanya muziki ana hit song. Mm -hmm. kila aina tuende kwenye singeli sure, mwambieni nani yeye, unajanikomoa akapita akapita nayo, tuje kwenye mapiano anapita single ndio a anaimba ulba, pia alijaribu. Kuna nyingine ile aliimba ile ambayo, na nazani Nicol Jobe ndo alikuwa video vixen kwenye hiyo hacha bedroom, kama ameonekana humo Iyim. Juzijuzi li juzi. Mm. Iyo sii ni kwambia kaimba kama kimungumungu fulani, ni kama anamshukuru Mungu. Inaitwaje? Ah. Ingoma. Ah. Hizi siku chache baada ya kutoka kwenye yale majanga yake kaonekana kama video vixen. Kwa hiyo Harmonize anaweza kila engo, yuko mm, vizuri jamaa yatu, suri, katika engo zima ya nini hata rege anaimba Hivi kati ya watu wa watatu Diamond, Harmonize ama King kwenye kuimba kaswida, na ambaye anaweza kaimba vizuri naye anahitaji moyo, mimi namuona King eh. King dini imelala, kwani dini ishu ni nini? ishu sauti <laughs> Bwana, sawa. Nafasi kuandika maoni yako hapa, yeah. kuandika maoni yako hapa unakuwa umetisha. Hii hapa ni gossip table, ilikuwa na issue ambayo inamhusu Alikiba na Harmonize, mm, yeah. Of course tunajua kuna kibao kinakuja kati ya Harmonize ambacho eh, amemshirikisha mzee Baba King mwenyewe, mfalme yeah, wa muziki Tanzania. Kwa nini mfalme? Si Alikiba eh? yeah. mm. Alikiba always ni king. Mm. Hiyo haipingiki always, hata watu waje watu wangapi sasa mimi namaliza kama nilivyokuuliza mara ya kwanza mm. Kati ya Alikiba na Harmonize kwa sasa hivi nani ambaye yupo on top? Harmonize. Harmonize yuko on top yeah. Kwa hiyo tunakubali kwamba Alikiba ana historia, ameandika historia yes, lakini Harmonize yuko on top. yuko on top. So kama tuna vitabu vya kihistoria tunaviweka kati ya Alikiba na Harmonize, mm. nani anapewa heshima zaidi Alikiba? Kwa hiyo uh -huh. aliandika historia anapewa heshima kuliko ambao anaendeleza historia ambayo. Yeah, of course. Eh. Uh, kweli? -huh. Uh -huh. Sure. Serious. Wewe oh, no, unaonaje? Kwa hiyo unachotaka kuniambia kwamba Diamond uh -huh. na Madais. Uh -huh. Madais ana historia kubwa kuliko Diamond. Inategemea historia, inategemea yake imetengeneza, imebebwa, ime na vitu gani? Sio kila historia ni historia, inategemea vitu gani vimebeba historia yako. Kwani Alikiba amemzidi nini Harmonize? Alikiba na mawe, Harmonize ana anayo. Lakini sasa tunaangalia kitu ambacho bado kinaendelea kuishi. Ebu angalia, chukua baadhi ya ngoma za Harmonize alizozitoa. hmm. hmm. Linganisha na ngoma za zamani za Alikiba ambazo bado zinaishi. Kuna ngoma ambazo kasitoa Harmonize, sio la vizuri mm. mfano kama mfano kama, chukua hata best capo tu sasa hivi hapa mm -hmm. linganisha na Cinderella sasa. Ukilinganisha hivyo, mimi unaniambia best capo labda ulinganishe na mm. na wimbo wa ubuyu no tu, kwa sababu ndo tayari tumetoka katika zama hizi, turudi na sisi turudi nyuma kwa Harmonize. Sasa historia inathibitika, kwa nini tuangalia historia ya Alikiba mtungezo na ngoma alizozifanya, sawa. Tuangalie na Harmonize, ngoma alizozifanya before Ayola saa utalinganisha adabu na nabwana wewe bado bado utalinganisha na bado, bado, <laughs> bado <laughs> utalinganisha e, <laughs> na dusheleleana ngomabana mi ukinambeo Alikiba bado story yake inaishi na, na ngoma zake zinafanya tukumbuke tuku tu ya kwamba kuna wasanii ambao wakati wanafanya <laughs> wao muziki digital platforms <laughs> ilikuwa ni chache kwa akifanya yeye basi atasikilizwa yeye sasa hivi mfano, sasa hivi mfano, sasa hivi nikuuliza swali tu moja, sasa hivi anaenda tamasha Alikiba na perform au anaenda perform, wengi wataenda kwa nani? Ah uh, it depends. Ta, sasa tubaki pale pale, inategemea kitu kimetengenezwa na nini. Basi sawa, sure bwana, sisi sign out.